Napenda kuambia Mheshimiwa Edwin Sifuna. Usidanganye watu ya kwamba wewe ni popular. Na juzi niliona kwamba umeita vyombo za habari unasema ya kwamba oh, Sakaja amefanya vibaya kuchukua baadhi ya function kupaya national government. Wewe kama senator wa Nairobi Mheshimiwa Edwin Sifuna. Ajua wewe ya kwamba kuna baadhi ya hospitali ambayo ifanye Nairobi. Hmm. Wewe kama senator na wewe ndiyo seneta ambaye amesimamia katika kwenye kamati ya health katika kwenye senate maybe wengi wajui, but mimi najua ile kamati umesimamia, kama Edwin Sifuna, kamati ya health. But hiyo kamati ya health, kama wewe senator wa Nairobi Nairobi, baadhi ya zanati ya serikali haifanyi, wako migomo ya baridi, kwa nini usungumuzi? But uko tayari kukosoa William Ruto, uko tayari kufoka William Ruto one time. But wewe mwenyewe kama senator wa Nairobi ambaye mimi mwenyewe nilikuchagua, nasungumuza kwa kura yangu, wewe ni kura yangu Nasungumza kwa kura yangu nilichagua. But nilichagua kwa sababu Raila Odinga. But naona kwamba nilimess. Afadhali Sakaja alikuwa senator, alikuwa anafanya na nani? Na Mike Mbuvi Sonko. But wewe kama senator wa Nairobi. Nairobi, vitu ambavyo unalalamika kwamba Sakaja amepeana kwa serikali kwa ameshindwa kazi. Wewe ndio mtu wa kwanza kushindwa na kazi, wacha Sakaja. Sakaja alitupromise mambo ya dish na county. Inaendelea vizuri. Watoto wanakola ali promise sisi dish na county inaendelea. Wewe kama senator uli promise proper job in Nairobi county. Job yako unafanya wapi? Kwa citizen? Ama umelipwa na tunakulipa mshahara na unafanyia mashari ya kazi? Bwana, mimi nataka kuambia sifuna. Usidhani wa Kenya ni wajenga. Tulikuwa na Morara Kubasho akakuja na wave kali sana. It's no longer there. So tumekuja na wave ya Gen Ikashika kila mali jenzi, jenzi. Jenzi kwa wapi is no longer there so, never, sidhani kama kuna mwanasiasa ambaye atafikia mheshimiwa Raila Molo Dinga. Once hauna mwelekeo. Two, hauna jenda, third, uheshimu wa Kenya. Wewe ndio unajifanya kwamba unajua everything, so wewe ndio umetoka binguni leo, sasa ndio umekuja kukomboa Kenya. My friend, my fellow youth tusifuate mwanasiasa kwa sababu tunafuata blindly. Nothing at all yenye sifuni anaweza leta, na kama unataka kuconfirm alikataliwa kandui kwao, ambao anazungumza lugha moja kwao Bungoma, halikataliwa Raila akamleta Nairobi. So kwa sababu Raila Odinga yuko sasa anamea pembe, unajua ya kwamba kuna mali anaenda so hii ni cloud yako mboka ako kwa mshahara so mshahara anakula pande ile, anakula pia mshahara yetu ya serikali. So mheshimiwa Edwin Sifuna tuambie, tangu kukuchagua kama, kama senator wa Nairobi, ni nini umesukuma on behalf ya Wananairobi? Ninini umesukuma? Health haionekani, roads ambayo sakaja amepeana kwa serikali auzungumuzi, education uzungumuzi, hata chakula ya sakaja huzungumuzi. So ni nini unataka kutuambia? So, sakaja alipromise sisi dishi dishi, na kaunti inaenda sawa. So mheshimiwa Sifuna najua sasa yuko kwa pilika pilika ya campaign, but baada ya campaign, mimi kama mkazi wa Nairobi nitakuuliza umefanya nini, na hapo ndio utajua kwamba mheshimiwa Jalas EVJ amerudi. Yuko tunajipanga na yule mtu ambaye anaweza kusaidia vijana, kwa sababu hakuna hata vijana mmoja yeyote anajisangaja nani Sifuna amesaidia, but tunaweza linganisha Sifuna na Jalas. Ati mtu anasema oh, sijui my friend, the next senator in Nairobi capital city is none other than EVJ, kwa sababu we need connection, na tunataka yule mtu baada ya kutoa point A to point B. So Sifuna, uh, wewe ungetulia tu kule kwa Raila jili ya kuacha ofisi, but right now tuko na governor ambaye ni Sakaja, senator pia tuko nayo, ambaye ni Mheshimiwa Jalasi. So sidhani kama unaenda kukuwa seneta wa uh, Bungoma, sijui na Bungoma pia siwani sidhani kama Wetangula atakupea nafasi kwa sababu Wetangula pia ni mafia mwingine. So utakumbizwa kama baskeli ya kuiba. So my fellow Kenya, Nairobi imepangwa. Nairobi governor ni Sakaja, senator ni Jalas, women rep ni Pauline Njoroge. By the way, nataka kuambia wana Nairobi kama tunataka kwenda mbali. Tafadhali tuchague network, networking Pauline Njoroge. A very good woman ambaye anajua nini atafuta, so tusiwache. So hii mambo ya rege, huu mwingine aliukulisha rege, sijui anasimama mbunge wapi. Ndugu yangu wa Kenya, kama tunataka kwenda mbali, Nairobi 2027, tuchague Pauline Njoroge, mama ambaye kuna connection, mama ambaye ni humble, mama ambaye anajua ni wana Nairobi wanataka nini. So my fellow youth from Nairobi, tuchague mama mchapakazi, mama Pauline Njoroge mwanadada huyu akona connection na akona nia ya kubadilisha Nairobi. Iwapo tutamchagua 2027 viba hizi hizi mta, mta duni slums Madare, Kibira, Korokocho, Kawangware, Mkuru Kajenga, kwa Ruben Soweto zote za itanuliwa na nani? Polin Joroge. Kwa sababu gani connection? Mata unaweza chagua kisungu kisungu kwa sababu but kuchagua connection kama Polin Joroge, tuko ndani ya mboka, tupata nini kwa debe na Polin Joroge